Naam yeah. Tuelekee kaunti namba 25 ambapo wafugaji katika kaunti ya Samburu wametakiwa kuandaa mashamba yao na kurejea shambani kwa upanzi ili kujihakikishia utoshelevu wa chakula. Hii ni baada ya kusambazwa mbegu na serikali ya kaunti hiyo ambayo inawahimiza kuzalisha chakula kwa wingi ili kujikinga dhidi ya njaa. Boniface Barasa anaarifu zaidi. Akiongoza usambazaji wa mbegu kwa wakulima, gavana wa Samburu Lati Lelelit aliwahimiza kurejea shambani kwa msimu mwingine wa upanzi ili kupiga teke makali ya njaa ambayo wafika wafugaji. Naomba watu wetu wote waingie mashambani, wapande kama last year. Last year tulipata chakula mingi sana, mwaka hii isikuwe tofauti. Hii mbegu ya leo imetoka tu Kenya City, ndio gari ya Kenya City kama tu ile ilitoka juzi hii hii mbegu imetoka direct Kenya City. Mulete mbegu mzuri. Mimi naomba hii mwaka muwe mmelete mbegu mzuri kuhimiza wakulima wetu waweze kwenda kwa mashamba waweze kuanza eh, shughuli ya upanzi eh, immediately. Eh, governor ameweka pesa mingi sana katika eh, ukuzi wa uh, Chakula katika Samburu. Msimu uliopita uzalishaji wa chakula unawezesha ufugaji kuzalisha chakula kiasi cha haja. Tumepokea mbegu ambayo tunaenda kuweka kwa mashamba ambayo itatusaidia baadaye, kama mwaka jana tulipanda tukafuna chakula mingi sana kwa mashamba. Hata mimi bado niko na chakula kwa store na watoto wangu wameendelea kusoma kwa sababu ya hiyo chakula. Lima na tuko na matrakta tena. Matrakta ya kaunti yanatulimia na anatupatia tena mbegu tupande mashamba yetu sisi sote. Kwa vile kila Msamburu leo anapanda shamba yake, hatutategemea hata mahindi kutoka nje. Mahindi yetu yatatoka Samburu County. Gavana, asante pamoja na wafanyikazi wote wa Samburu County. Nashukuru sana gavana kwa kutupatia mbegu kwa wakati ufaao, saa wakati wa mfua. Ni asante sana na tayari mashamba yameanza kulimwa, ishara tosha kuwa wafugaji wanajiandaa kwa kilimo. Gavana Lati akielezea uwezo mkubwa wa kaunti ya Samburu kujitosheleza kichakula. Njia yetu ni kuwa siku moja hii kaunti isinunue chakula yote kutoka nje, tuwezi kujimudu eh, tukiwa wakulima upande wa hii. Hiyo tu ndio kazi yetu ya leo. Kazi ya maendeleo hatuna siasa, tunataka tu release mbegu na tunaombea hii mbegu ikuwe mbegu ya maana kama siku ile nyingine ya ile mwaka. Msimu uliopita kaunti ya Samburu ilizalisha zaidi ya magunia elfu mia mbili ya kilo tisini ya mahindi, msimu huu magunia zaidi ya elfu mia tano yakilengwa kuzalishwa hali hii ikichora taswira mbadala, kando na hali ilivyokuwa tango jadi, ambapo wakazi walikuwa wakitegemea tu ufugaji. Wafugaji sasa wanapoelezea azima yao ya kubatilisha mambo na kurejea shambani kufanikisha kilimo, matarajio ya wengi ni kuwa mbingu zitafunguka na mvua kuanza kunyesha ili kufanikisha kilimo. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.